Kiswahili. Najua unajua vizuri kuongea lakini try maybe okay? Mhm. Mm. Naona hapa baba, hebu sikiza jamani, naomba kutoa ushauri kiasi tu. Wapunguze na watoto kuangalia katuni na watoto kuchezea game au kumiliki simu. Inapunguza watoto uwezo wa kuona vizuri. Wacha tunamlika kama vile baiskeli washinde nje wacheze, pia inawasaidia watoto kuweza kuwa na uwezo wa macho kuona mbali. Wapunguze ni vitu kama simu, wacha kabisa kutumia kwanza. Game na nini na katuni katuni, at least angalia fatjes sana kama mzunguko anaziangalia lakini pia asiangalie muda mwingi. Hapa Sarah si leo am, anasema babake amenunulia nini? Vitu za nyumbani. Ai show us, show us. Mhm. This is a magical book. Okay, put here. That is a magical book. Asa kuweza kuongea Kiswahili kweli. Haya tuonyeshe magical book the way you are

Kujishughulisha anawaza tu simu. Hapana. Simama jamani, hii ilikuwa hivi hii. Baada ya kufanya hivyo, kama unavyoona wanafunzi wetu wanafanya ndivyo. Wow! Aha, basi inatosha, tumechoka jamani, lakini ndio hivyo, kama mnavyo. Au na hiki kitabu ameshakitumia kwa muda sana, ukiona huko mbele, kama mnavyoona, bado ukifanya hivyo, picha utakayoona hapa ndicho kitakachotokea huko huko jamani, mhm. Sasa tuna mambo mengi, ehe, gift nyingine baba alikupa, tuache iendelee kukauka, tufanye vitu vingi na mwana nyingine anaza gift this, tuendeleza ila same shows this, is the tablet my dad has bought for me. Hapo ndo tunamwambia ongea Kiswahili, jamani, mtasema haya, if you cut it like this, you drop it

Head of a cat eyes and a nose. Also, yes. and nose then za tatu sawa sawa na unazungusha, inakuwa nini? Acha haya, nan labda tano ongeza mbili sawa sawa na ngapi? Saba saba, tunaizungusha haya nde aka ta tatu sawa sawa na ngapi? Moja. Saba ongeza tisa ni ngapi? Sawa sawa na kumi na sita, yeah.